Uanzishaji wa vyama vya ushirika nchini kulilenga kuwainua wakulima wa zao husika kiuchumi, jambo ambalo linawezekana kupitia umoja na mshikamano ndani ya vyama vya ushirika. Lengo la uanzishaji wa vyama vya ushirika umetimia kwa vitendo katika baadhi ya maeneo ikiwepo halmashauri ya wilaya ya Chunya, ambapo wakulima mmoja na hatimaye jamii na taifa hunufaika. Wakati wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Chunya wananufaika kupitia vyama vya ushirika, maeneo mengine kumesikika viongozi wa vyama vya ushirika wakilaumiwa kujinufaisha kwa fedha za wakulima, jambo ambalo halikuwa lengo haswa la vyama hivyo. Wakulima wa tumbaku wilaya ya Chunya ni kati ya wanufaika wachache nchini wanaonufaika na uwepo wa vyama vya ushirika, jambo linalotokana na usimamizi mzuri wa vyama hivyo. Fuatana nami kutazama namna chama kikuu cha ushirika cha wakulima wa tumbaku Chunya kilivyosaidia kuwaunganisha wakulima Chunya na kikifanya ufuatiliaji wa hatua kwa hatua kuhakikisha lengo la uanzishwaji wa vyama vya ushirika linatimia. Makala hii imeandaliwa na Joshua Sengo kutoka kitengo cha mawasiliano ya serikali wilaya ya Chunya. mkubwa kwa ujenzi wa taifa kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Vivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Chama kikuu cha ushirika cha tumbaku Chunya CHUTCU kimeendelea kuonyesha dhamira yake ya dhati ya kutekeleza matakwa ya wananchi na wanachama wake ambao ni vyama vya ushirika vinavyoundwa na wakulima wanachama wa vyama hivyo wilayani Chunya. Kujipambanua kwa CHUTCU kumeendelea kutofautisha chama kikuu cha ushirika CHUTCU na vyama vingine vya ushirika katika kuwasaidia wanachama wake kufikia ndoto zao kupitia kilimo. Ikumbukwe kilimo cha tumbaku ni mchakato, kwani huanza mapema baada ya msimu mmojawapo kutamatika, huku ushirikishwaji wa wadau wote wanaohusika kwenye kilimo cha zao hilo ikiwa ndio msingi wa uzalishaji bora kuelekea malengo ya kuzalisha kilogramu milioni 33 katika msimu huu, chama kikuu cha ushirika CHUTCU kwa kushirikiana na wadau tayari wameanza kuwapitia wakulima na kukagua maandalizi ya msimu. Hatua ya tumbaku iliyofikiwa ni vitalu. Timu ya wadau wa zao la tumbaku Chunya wapo kwenye zoezi la kuhesabu vitalu, mabani pamoja na store vitu ambavyo vitatoa tafsiri sahihi ya uzalishaji wa Chunya ambao tunatarajia kuzalisha msimu 25-26 kilo milioni 33. Wadau ambao wapo ni bodi ya tumbaku, Chutcu, serikali ya wilaya Chunya na Songwe, pamoja na mabenki na makampuni ambayo yana tumbaku sasa hivi tupo kufikia hali, ya vitalu iko vizuri. Una vitalu vya kutosha kuzalisha kilo milioni 33. Na pia miche ipo yenye afya nzuri. Kilimo cha tumbaku Chunya kimeongeza ajira nyingi kwa Watanzania wengi, kwani takwimu ziko wazi kwamba zaidi ya asilimia themanini ya wananchi wa Chunya ni wakulima, mbali na wananchi wa Tanzania walioajiriwa moja kwa moja kwenye kilimo. CHUTCU kupitia ongezeko la vyama vya mapato, ajira mbalimbali mbali kwa vijana na watanzania zinaendelea kuongezeka. Wakajana walikuwa mlima tumbaku walikuwa 1890 waliokuwa wamelima tumbaku na na, takwimu zinaonyesha kati ya wa, vijana waliokuwa waliolima zao la tumbaku walio wengi ni chini ya miaka 40. Pia hata vijana wenye elimu ya sekondari na vyuo vya kati na vyuo vikuu wamejiunga kwenye zao la kilimo cha tumbaku na, na katika uzalishaji wa zao la tumbaku kadri linavyoongezeka linaongeza ajira. Kwa mfano, msimu uliopita tulikuwa na kilo milioni 29, hakikisha milioni 33 tunatarajia. Kwa hiyo ongezeko automatically inaongeza ajira kwa wakulima, makarani wanaongezeka, watu wa masoko wanakuwepo wanaongezeka. Kwa hiyo tuna uhakika kilimo cha zao la tumbaku kimeongeza ajira kubwa sana nchini kupitia ongezeko lake. Sasa hivi kwa mfano kama Chunya tulitakiwa tuwe tuzalisha hata kilo milioni 40 kwa Chunya tunashindwa kufikia zile kwa sababu bado kuna watu wanasuasua, wako mjini, hawana kazi zozote. Wakija huko ongeza kuongeza uzalishaji na wakaongeza pato la taifa. Bodi ya tumbaku nchini ina jukumu la kuhakikisha mkulima anafikia uzalishaji wenye tija, jambo litakalopelekea kubadilisha maisha yake kuanzia ngazi ya mkulima na hatimaye jamii na taifa. Mwakilishi wa bodi ya tumbaku mkoa wa Kitumbaku Chunya Bwana Faustini Mtweve. Anasema tathmini walioifanya ina ishara njema ya kufikia lengo la kilogramu milioni 33 kwa mwaka 2026. Eh, kwa sasa kulingana na kalenda ya zao tunahakikisha zile, zile kilo milioni 33 na ushere zinapatikana, lakini sisi kama wadau wa tumbaku tukishirikiana halmashauri, mabenki, unioni na bodi ya tumbaku yenyewe tunaenda tuna, kujirizisha kwa kuangalia vitalu vya tumbaku ambavyo vipo, lakini pia tunaangalia usambazaji wa pembejeo, lakini pia tunaangalia e mabani kama yapo yanaendelea kujengwa na kadhalika. Kwa hiyo kwa sasa, mpaka sasa wakulima wamezalisha vitalu vingi sana, ni zaidi ya vitalu 2 ambavyo ndio makisio ambayo yanataka hizo, lakini pia mabani zaidi ya 9 na kitu hivi ambayo yatafaa yata kukaushia tumbaku za milioni 33. Aidha, Mtweve kwa nafasi yake kama msimamizi wa zao katika mkoa wa kitumbaku Chunya amewapongeza CHUTCU kwa kuhakikisha pembejeo zote zinawafikia wakulima huku akiishukuru serikali ya awamu ya sita kuhakikisha mbolea inapatikana kwa wakati. Kwanza tunashukuru serikali ambayo imefanya pembejeo zipatikane kwa wakati na kuhakikisha zinapatikana kwa wakulima kwa wakati, na mpaka wakulima saa hizi wanajivunia kuwa na serikali ya awamu ya sita, ambao mpaka sasa tunazai, tunataka kuzalisha zaidi ya milioni tatu ambayo haijawahi tokea tangu kilimo cha tumbaku kianzishwe kwa tumbaku Chunya. Lakini wenzetu yuni ambao ni CHUTCU wamesambaza kwa zaidi ya asilimia tisina kitu. Kwa mfano, NPK imeenda kwa asilimia mia, CAN nayo asilimia mia. Yule, yule kwa Makampuni ya ununuzi wa tumbaku Chunya ni wadau muhimu sana katika zoezi la tathmini ya maandalizi ya msimu wa kilimo cha zao la tumbaku. Kwa niaba ya kampuni mengine wawakilishi kutoka makampuni ya Premium Active Tanzania na mkoa wa Leaf Tobacco wametoa ushauri wao kwa wakulima ili kuwa na soko zuri wakati wa masoko. Aidha, wawakilishi hao kutoka makampuni ya ununuzi wa tumbaku wameonya wakulima wasio waaminifu wanaoichafua tumbaku. Kwa hiyo tuwaasa wakulima wetu kusimamia ipasavyo mashamba yao, kwa maana ya mashamba ya tumbaku ili uh, tuweze kupata tumbaku iliyo bora, na huu ndio wito wetu kwa wakulima wa Chunya na Songwe. Pia kwa kuzingatia hilo, litaweza kutusaidia kuepusha baadhi ya changamoto ambazo tumekuwa tukizipata kwa kwenye masoko. Ikumbukwe msimu uliopita ulibebwa na changamoto nyingi sana za baadhi ya wakulima kuingia tamaa, wale wasio waaminifu kuingia tamaa, kuweka michanganyo isiyo ya kawaida, ambayo hadi hivi sasa tumekuwa tuki- tukipata tumbako ambayo michanganyo kwa kiwango kikubwa sana, na hizi ni changamoto ambazo tumekuwa tunazieleza sana kwa wakulima wetu. Sasa wito wa kampuni yetu ni kwamba tunakemea sana wale wakulima wote ambao hawakuwa waaminifu Msimu uliopita baadhi ya wakulima wanaweka matofali, baadhi ya wakulima wamekuwa wanaweka tumbaku chafu, wakati huo wakiaminisha kwamba tumbaku ile sio chafu. Tujitahidi tufanye kilimo kwa uaminifu, tufunge tumbaku ikiwa haina ngulai, tupate pesa tuweze kuwekeza kwenye maeneo mengine. Ninawasihi tu wakulima sasa hivi, pamoja na kuwarejeshea taarifa hizo za wale ambao walikuwa wamechanganya basi wajipange kuhakikisha kwamba msimu ujao tunafunga tumbaku zetu chini ya usimamizi, tunazifunga vizuri na tunauza kupitia vyama vyetu vya ushirika vya msingi, ili kila chama kiweze kupata makisio yake. Aidha, makampuni ya ununuzi wa tumbaku wamepongeza chama kikuu cha ushirika kwa usimamizi mzuri, kwani kupitia wao mbolea imefika kwa wakati kwa wakulima wote. Ni niwapongeze sana wadau wa tumbaku Chunya hasa CHUTCU Limited, ambapo naweza kuongea mpaka hivi sasa wamesha uh, sambaza pembejeo za kutosha kwenye vyama, kitu ambacho hatukuzoea hapo awali. Kitu hiki kinasaidia sana wakulima kufanya maandalizi yao kwa wakati. Ukitazama hali ya usambazaji wa mbolea kwa sasa ukilinganisha na msimu uliopita kwa vyama vya msingi vya Mkwawa naona hakuna tatizo lolote kwa sababu mbolea zimefika kabla ya upandaji kuanza. Hata msimu uliopita tulikuwa tumeshapokea mbolea asilimia mia moja kabla ya msimu kuanza. Kwa hiyo wakati tunaanza kupanda, maana yake hatutakuwa na tatizo la mbolea. Uh, tuna hii ni kutokana na ushirikiano ambao tuko nao na union kwa sababu kutoka hatua za awali za ku, za ku contract, yaani kuingia mikataba na vyama vya msingi. Pia tunajadiliana juu ya kiasi gani tuingie mkataba na chama cha msingi. Kwa tunapokuwa tumeshakaa na vyama vya msingi wakituambia ile volume, tunabidi turudi tena kwenye union tuangalie uwezekano, kwa sababu wana historia kubwa na vyama vya msingi. Kwa hiyo union inayo nafasi pia ya kutushauri kama sisi tulivyo na nafasi pia ya kuwashauri union. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa pamoja kwa, kwa mtindo huo watu wana ushirikiano mzuri hususan ni wadau, wana ushirikiano mzuri. Kwa hiyo tunakuwa na imani kabisa, tukiwekeza sehemu kubwa sana ya Chunya tuna imani kwamba tutafanikisha kampuni yetu inaweza kusonga mbele. Waswahili husema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Wakulima kutoka vyama mbalimbali wametoa haki ya pongezi kwa CHUTCU kwa juhudi zao za kuhakikisha maandalizi yote muhimu kuelekea msimu wa kilimo yanakamilika kwa wakati. Wakulima hao wameshindwa kuzuia mahaba yao na hatimaye kutoa maoni kwamba chutiku iendelee kuwepo ili wakulima waendelee kunufaika. Chutiku tunaweza kusema sisi kwetu wako karibu sana, wanatupa ushirikiano wa hali ya juu sana. Chutiku hatujawahi peleka shida wakashindwa kututatulia, kwa kweli wanatupa ushirikiano wa hali ya juu siwezi kusemea baya tunamba hichochombo kiendelee kuwepo tu kwa sababu ni msaada mkubwa sana kwa kwa kwa vyama msingi upande wa pembejeo. Nashukuru sana Chutiku ambao wameweza kutusaidia wametuletea pembejeo kwa wakati ambapo mpaka sasa nipokea jumla mbolea elfu ishi 5297 ambapo ndani yake kuna NPK 18382 kani efuta mia na urea 3487. Tumepata kwa 100% mbolea zote zipo kwa uhakika. Kwa maandalizi haya tunaendana na wana maksi wetu tuliona. Uzalishaji wa zao la tumbaku Chunya sio tatizo tena kwani wakulima wamehamasika kiasi cha uzalishaji kuongezeka kila uchao ambapo takwimu zinaeleza wazi kwamba kwa mwaka wa 2021 zilizalishwa kilo milioni sita. Msimu wa ishirini na nne ishirini na tano Uzalishaji ulikuwa kilo milioni 29 na sasa msimu wa 25 26 lengo ni kufikia kilo milioni 33. Wadau wa tumbaku Chunya wakishirikiana na CHUTCU kwa sasa wanapambana na ubora wa tumbaku ikiwa ni pamoja na maandalizi stahiki ya msimu na hatimaye kupata tumbaku bora yenye kukubalika sokoni. Meneja wa CHUTCU Bwana Juma Shinshi anajibia changamoto iliyojitokeza sokoni inayotokana na tabia ya baadhi ya wa wakulima kuweka uchafu kwa makusudi kwenye tumbaku, jambo ambalo hata awali limelalamikiwa na makampuni ya ununuzi wa tumbaku. E, ni kwamba katika kuuza tumbaku, e, kuna wakulima kweli ambao ni wanaonekana ni wakorofi, wanachanganya tumbaku kwa makusudi. Wapo wanaochanganya kwa kutokuelewa, lakini sisi jukumu letu ni kutoa elimu sababu malengo ya makampuni ni kununua tumbaku ambayo ina daraja linalofanana kwa lile ambalo limeandikwa. Kwa hiyo sisi tunashirikiana na wadau wetu ambao ni makampuni kuhakikisha tumbaku hazitachangani. Mikutano mikuu ambayo inaanza tarehe moja mwezi wa kumi na mbili 2025, tumetaraji tumejipanga kupeleka ujumbe kwa wanachama wote, kuwaeleza mkakati wetu wa mwaka 25 26 ni kuto kuruhusu mbaku ambazo zimechanganywa kupita kwenye kila chama mmoja. Ya mkakati ni kuhakikisha wale watakaokuwa wanakagua hizo tumbaku wanakuwa makini kuanzia mwanzoni wakati wa ufungaji na wakati wa ununuzi wa ile tumbaku. Kwa hiyo, kwa kushirikiana na wajumbe wa bodi na wanunuzi na uhakika, lengo hilo litafikiwa kwa ufasaha, kwa kuwa ni lengo la serikali kupata soko zuri bora na lenye tija kwa mkulima wa tumbaku Chunya. Lazima juhudi ziongezeke kuwadhibiti wale wenye nia ovu ya kuharibu soko kwa kuleta tumbaku chafu. Juhudi hizo zinapaswa kuanza kwa mtu binafsi kuchukua hatua, chama cha msingi na baadaye chama kikuu cha ushirika na panapobidi serikali kuingilia kati. Kwa upande wa chama kikuu cha ushirika cha tumbaku CHUTCU, Bwana Sebastiani Masika ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho anaeleza hatima kwa yeyote atakayebainika kuchanganya tumbaku kinyume cha maelekezo, ili hali elimu amekwisha kupatiwa. Mwaka huu kumetokea kitu ambacho kwa kweli hakijapendeza sana kwenye masoko, kinatuharibia soko letu kina la Tanzania. Watu wamekuwa wakifunga ngulai sana, na ngulai zinapelekea wanunuzi wafike mahala waanze kuiogopa, kuliogopa zao la Tanzania. Sasa tukifikia hatua hiyo, wakati kipindi mama anaingia madarakani, sisi ndio tulimpelekea kilio chetu kwamba kilio chetu kikubwa ni kukosa soko. Mama amejitahidi ametafutia masoko ya uhakika, sasa watu wanaanza kuvuruga masoko, na tumekubaliana kwenye kikao cha halmashauri ya tumbaku kwamba tumbaku itakayoonekana na vitu ambavyo sio tumbaku uchafu itataifishwa, serikali itachukua, itaenda kuchambuliwa upya, itauzwa na serikali. Wananchi wa, wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, wadau wa zao la tumbaku Chunya, na kila mwenye nia njema kwa wilaya ya Chunya lazima ashiriki ipasavyo kulinda soko la zao la tumbaku. Ni dhahiri zao hili limeajiri Watanzania wengi wakiwepo wananchi wa wilaya ya Chunya, lakini pia limewaletea fedha nyingi wananchi wa wilaya hiyo na taifa kwa ujumla hivyo kulinda zao hilo ni kulinda uchumi wa Tanzania. Chama kikuu cha ushirika cha wakulima wa tumbaku CHUTCU, wameonyesha wazi azma yao ya kuhakikisha wakulima wananufaika, na nidhamu yako wewe, mkulima, kulinda soko hili, kwani ni kwa maslahi yako na taifa kwa ujumla wake. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online